umefanya kazi linzi wakati ameingia kwenda kuongeza nguvu katika eneo la ulinzi, lakini wakati mpira wa kutingwa unapigwa akacheza kwa mkono. Sina yoko alishusha umzi yake na katabsa, pengine agora nini ambacho anakwenda kukifanya, lakini niupiga mpira katika eneo ambalo xaien aleukota mpira ambako umepigwa, lakini mpira ambao umepigwa kwa kasi na nguvu, adikaza mkuwa katika anapiga mpira ule ukaponywe katika mikono ya mlinda mlango a Ahmed.